Kwanza niseme kwamba vijana wa wilaya Micheweni hususan vijana wa mtaa jimbo la Micheweni tuko na furaha kubwa sana kutokana kwamba hii ni historia ya kuandikwa kufungwa kwa, kwa kampeni kwa sababu ni jambo ambalo halijapo kutokea katika wilaya yetu ya Micheweni. Kwa hiyo katika vijana ya Micheweni tuna furaha kwanza kutokana kwamba kufungwa kwa kampeni katika jimbo la Micheweni wilaya ya Micheweni katika mkoa wa kaskazini Pemba, kwa sababu katika maisha yangu sijaipo kuona uongozi wowote ambao kuja kufunga kampeni huku isipokuwa Dr. Mwinyi. Ni mtu wa mwanzo kuja kufunga kampeni huku na kutuona sisi watu wa jimbo la Micheweni. Dok um, Dr. Hussein Al Hasani Mwinyi, kuna vitu vingi ambavyo vinavutia kwake, so kwanza ni juu ya kunini kuhubiri amani. Jambo jingine ni ku, ni kwamba hana siasa za kuchafua chama chingine chochote, isipokuwa siasa zake ni mwenyewe ni katika maendeleo ya Zanzibar kwa ujumla, kwa sababu ni kiongozi ambaye katika uongozi wake amepewa uongozi na ameacha alama katika uongozi wake. Kwa hiyo ni kiongozi wa mfano katika kisiwa hichi cha Zanzibar. Ah, na shauri vijana wenzangu katika Oktoba 29, kwanza tuje kwa wengi katika kuchagua viongozi ambao wana maendeleo katika taifa letu na viongozi ambao wanaacha alama pia ni viongozi ambao ni wa mfano wa kuigwa katika jamii pia niwashauri vijana wenzangu kwamba tuje kwa wingi katika tarehe ishirini na tisa katika kupiga kura, na pia tuwajibike, kwa sababu tuna vijana wengi kwamba tunaona kwamba upigaji kura kwamba hauna faida kwetu sisi, wakati upigaji kura ni haki yetu na ni wajibu wetu. Kwa hiyo tunatakiwa tuje kwa wingi na pia tuweke amani katika majimbo yetu kwa jumla. Oktoba, tunatiki